Kwa maudhui ya shirika la Floresta Tanzania, shamba darasa ni eneo ambalo wanakikundi wanaliandaa kwa ajili ya kujifunza kwa vitendo mbinu mbalimbali mbali za kilimo hai pamoja na za uhifadhi wa mazingira. Tunaposema kilimo hai, tunamaanisha ni mfumo wa kilimo unaohusisha mbinu za asili, zikiwepo rasilimali au malighafi za asili zinazomzunguka mkulima shambani kwake. Kilimo hai kinakuwa na kanuni zake ambazo zinalenga kujali afya ya mlaji, afya ya udongo, pamoja na afya ya viumbe hai. E, tuki, tukiangalia hapo tunaona kwamba kanuni kubwa ni kanuni ya mazingira, kanuni ya afya, kanuni ya, ha, ya haki na usawa, pamoja na kanuni ya huduma. Hivyo kwenye shamba darasa, wana kikundi wanajifunza zaidi kwa vitendo ni namna gani ambavyo kilimo hai kitawasaidia kujali afya zao, lakini pia wakiwa wanahakikisha hawatumii kemikali ya aina yoyote.